ndio tungana nao na mpetao kama osee akanambia habari hizi, lakini anemmanyaca siku hizi Jumamosi na Jumapili zizawa nazo zina maafa na matatizo mengine mangine, na mimi mwenyewe nilikuwa pia nimepata hasara pale nyuma na wadaktari wakasema nitulie, nilipata ajali, lakini siku mia ya gari kwa haya na mengine mengi jiunge na Mapedeshe Empire TV, maana Mapedeshe Empire TV tupamoja nawe kila wakati.